Natarajia kwamba elimu mtakayoipata katika mafunzo haya itakuwa na mchango mkubwa wa kuwawezesha kusimamia rasilimali kwa uadilifu, kukusanya mapato kwa ufanisi, kudhibiti matumizi yasiyo na tija, kuimarisha nidhamu na maadili ya kazi, kuondoa migawanyiko katika ofisi zetu, kusimamia mawasiliano ya serikali na umma kutumia teknolojia katika utendaji wa kila siku na kutekeleza kikamilifu ahadi za serikali kwa wananchi. Hapa ndipo ambapo tunataka yote, yani matokeo ya mkutano huu yalenge katika mambo haya niliyoyasema, ambayo napenda kuyarejea. Kwanza, kusimamia rasilimali kwa uadilifu. Tuna tatizo la matumizi mabaya. Tusimamie rasilimali kwa uadilifu, kila mmoja awajibike kwa rasilimali zilizokuwa ndani ya sekta yake, kwamba amezisimamia kwa, amezi kwa uadilifu. La pili, kukusanya mapato kwa ufanisi. Wengi wetu tunadhani kukusanya mapato sio kazi yetu, ni kazi ya wizara ya fedha. Sivyo hivyo, kila sekta ikusanye mapato kwa sekta husika kama wewe uko katika sekta ya utalii, tusipoteze mapato ya utalii. Kama wewe uko kwenye serikali za mitaa, kule kunapotea fedha kwenye serikali za mitaa.